Wameweza kucompromise vitu vyote kwa ajili yetu sisi wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Sasa basi baada ya ombi hili kukubaliwa, ndipo napokwenda kwenye ajenda yangu ya nne na ajenda ya mwisho kwa siku ya leo. Tumesema hii mechi tumeiomba sisi mashabiki, hii mechi tumeiomba sisi wanachama wa Young Africans na tumetoa ahadi kwa viongozi wetu. Namba moja, tutakwenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Namba mbili, tutakwenda kushangilia timu yetu dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Namba tatu, wanachama na mashabiki wametoa ahadi wanakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya matatu ni muhimu sana ndugu zanguni, tukakumbushana kila anapoitwa leo la kwanza tumetoa ahadi kwa viongozi, tufungulieni hayo mageti, tuje tuje hayo humu ndani. Namba mbili, tunakuja kutengeneza hamasa, tunakuja kuamsha wachezaji wetu, tunakuja kutengeneza vaibu ambayo haijawahi kutokea Benjamin Mkapa, tukiwa tunaamini sauti hizi za wanachama ni sauti za ushindi, ni sauti ambazo zitakwenda kuinua morali ya wachezaji kutoka ambako iko sasa hivi iende juu kabisa kupambana kwenye pichi. Lakini la tatu, tumeahidi tunakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya mambo yanatuhusu sisi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Yanga African Sports Club. Naomba nisisitize hapa, ombi hili limeombwa na wanayanga kwa viongozi wa Yanga, na viongozi wa Yanga wameruhusu ombi hili kwa wana Yanga. Sasa wewe ambaye sio mwana Yanga ukajiinua nyumbani ukaja Benjamin Mkapa na dhamira zako hovyo hovyo na mipango yako hovyo hovyo, tutalaumiana. Naomba nirudie hapa, naomba nirudie vizuri hapa kama unakuja wewe, sio mwana Yanga, unataka kuja uwanjani, njoo utulie tu uangalie game, njoo utulie uangalie game, hamna anayezuiliwa. Lakini ukajitoa nyumbani, ukaja Benjamin Mkapa, ukawa na dhamira ya hovyo ya kufanya chochote kibaya kwa ajili ya timu yetu, tutaishi na wewe na sisi kugundua dakika moja tu kwa sababu bwana Yanga tunajuana, tukishagundua wewe sio mwenzetu, na huko uwanjani keti, angalia boli, hata kugusa. Sisi hatunaga vurugu, sisi hatunaga fujo kwenye mechi zetu. Unakuja kuangalia boli, njoo uangalie boli basi. Ukija na ajenda tofauti, na sisi tutakuwa wa tofauti. Hili melisema wazi kabisa, wazi kabisa. Mnakaribishwa, mpenzi wa mpira anakaribishwa. La lakini, ukija na dhamira yako tofauti kwa engo yoyote ile, tukakubaini kwamba wewe dhamira yako ni mbaya, talaumiana, si jambo la kuficha ile. Sisi tunakwenda kwenye vita Jumamosi. Jumamosi tunakwenda kuipambania heshima ya Young African Sports Club hata viongozi ambao wamefanya um, tathmini wakaruhusu mechi hii mashabiki waingie bure pale Benjamin Mkapa. Wanajua nguvu ya mashabiki wao kwenda kuisupport timu yao. Wanajua hiyo nguvu. Sasa isitokee ukaja pale kuja kuharibu hiyo dhamira nzuri ambayo viongozi wako nayo. Tutalaumiana ndugu zangu, tutalaumiana kama huwezi kutulia. Subiri mechi yako kaangalie. Timu za Tanzania zinacheza nne, si ndio? Wikendi hii eh, hey, unaweza kuwafuta wengine ukaangalia. Kama uwezi kuja mechi ya Yanga ukatuliza boli, tafadhali. Timu ziko nne zinacheza, nenda kaangalie hizo. Fresh kabisa, hamna na kubugu, wewe nenda kaangalie. Fresh. Lakini ukija kwetu utulie. Kwa sababu sisi Yanga siku hiyo tuna jambo letu pale la kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kuifanya. Mimi nimesoma mtandaoni maoni mengi mengi, kweli kweli mengi, baadhi ya wachambuzi wakiwazungumza wachezaji wa Yanga kama wachezaji wa kawaida tu hivi, maneno mabaya, maneno ya hovyo yamezungumzwa lakini nikasema busara ituongoze, kwa sababu watu hawa wanataka tuwajibu kwa vitendo. Tukiwekeza nguvu na si kujibishana kwa maneno, tutapoteza muda wetu. Yale maneno yote yaliyoongelewa, yale sijui Max hivi sijui Dube hivi sijui muda vile, yote wachezaji wameyasikia, na tunajua yanaongelewa kwa dhamira mbaya tu kwa dhamira mbaya tu yanaongelewa. Yani sisi tumekwenda away kucheza ya ugenini, bahati mbaya tumepoteza kwa goli moja bila. Tunarudi nyumbani kwenye mechi nyingine ya kupambania timu tuweze kufuzu, lakini maneno yaliyokuwa yanatolewa ni kama Yanga imetoka Malawi imeaga mashindano ya Champions League ni kama Yanga imeshaanguka duniani. Yani Yanga imekuwa timu ya ajabu. Sisi imetupa picha kwamba chuki ambayo watu waliifuga kwa miaka minne wakati sisi tunadominate mpira hapa, na insha Allah, tutaendelea kudominate hapa, chuki ile ni kubwa kwelikweli. Imetokea chansi Yanga imepoteza mchezo, sasa kila mtu ndo kaamka, kila mtu kasema lake Yani kwenye mechi moja ambayo tumefungwa na Silva Injinia kasemwa, Arafati kasemwa, wajumbe wamesemwa, Diara kasemwa, Pakome kasemwa. Mechi hiyo moja, goli hilo moja, mechi moja, goli moja. Roho mbaya tu, ni roho mbaya tu ndio zinawaongoza. Sasa sisi tukasema, hawa tusiwajibu kwa maneno, acha wachezaji waichukue hiyo, ikae hapa kwenye kifua, ikae hapa alafu wao wakajibu kwa vitendo. Yani wewe mtu aanze timu ya taifa ya mwone mchezaji wa kawaida, wewe si majununi? Wewe unakuwa tu na nini? Wewe tu unakosa makopo, majununi tu wewe. Tumesikia yote Yamehifadhiwa hapa insha Allah Jumamosi, majibu yanapatikana Benjamin Mkapa. Yote yamehifadhiwa hapa, sisi wakubwa tuna kifua cha kustahimili. Hii klabu kubwa, klabu hii ina zaidi ya miaka tisini, sasa hivi ina uwezo wa kustahimili mambo. Tunajua haya yanaongelewa, yana maana haya, hayana maana haya, haya, haya ni chuki, haya ni roho mbaya, haya yana mawazo, tunajua kufanya upembuzi wetu. Mengi hapa yameongelewa roho mbaya tu. Roho mbaya tu yaani, kama Yanga ishatolewa hivi. Mimi niwaambie ndugu zangu wana Yanga, na hii ni muhimu sana tuelewane, tunakwenda kucheza mechi Jumamosi na wa Malawi Silver Striker. Silver wanaotuombea mabaya sio hawa wa Malawi, nataka niwaambie sasa wanaotuombea mabaya wengine tunakula nao mchana humu humu humu, mtupo nao tusicheke na mtu. Muda huu sio rafiki, huu sio muda wa kuintateni mtu, huu ni muda wa kukumbuka kwamba wewe ulipata bahati ya kuzaliwa kuwa shabiki wa Yanga, na unatakiwa Jumamosi uende ukatumie nafasi hiyo na bahati hiyo kuipeleka timu yako hatua ya makundi. Si tumekaa Jumapili pale, yani mtu ukiwaza tu si maneno. Hapo tumefungwa mechi ya kwanza. Tukitolewa kwanz, eh, tukitolewa Mwenyezi Mungu aepushe. Yaani tumefungwa tu mechi ya kwanza imeonekana, yani kitu cha ajabu kwa kutokea. Yaani Orlando kapigwa chuma tatu, Kongo pale tatu, kaka tatu, sasa najipanga apindue apindue meza wa. Haya, Mungu kanini tungefungwa sisi zile tatu, manake moja imekuwa zahma dunia imetuangukia moja. Mimi niwaombe mashabiki wenzangu wa Yanga, tusicheze tusicheze tusicheze midundo ambayo hatuelewi ngoma inapigiwa wapi. Mpiga ngoma umuone ndo ucheze ndo raha ya ngoma. Piga ngoma akijificha usicheze. Watu wanatuingiza kwenye midundo yao hapa sahizi Sio kwamba wanatutakia mema, wanasubiri hapa dua zao. Mi nawahakishia na wengine waovu wameshaanza kuongea tu wenyewe, so, hapo wameshaanza kuongea, wanatuombea mabaya. Kweli yatokee Jumamosi pale tushinde, qualify kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sisi tuta qualify, naamini tukiweka nguvu yetu ya pamoja, na viongozi wamesisitiza hata iliombi kulikubali, maana yake mwana yanga asiyekuwa na kitu mwana yanga mwenye kitu anatakiwa aje vitani Jumamosi Benjamin Mkapa. Mwenye nacho na ambaye hana anatakiwa aje uwanjani mapema. Mechi ni saa kumi na moja, majira ya saa sita milango yote ipo wazi, ile mapema njoo. Hawa wachezaji wakiwa wanaingia muda wa kufanya warm up, wakaona ule uwanja umejaa na wiki hii nzima tumewadai bwana, tunataka mkimbie zaidi uwanjani, tunataka mjitume, tunataka mfanye hivi. Yale wakisha tumejaa mule ndani vizuri, wakiyakumbuka yale maneno, nawaambia wakiyakumbuka yale maneno, tutaondoka si Jumamosi Benjamin Mkapa tukiwa na raha kwenye vifua vyetu.